Unasumbuliwa na afya ya kinywa na meno? Una tatizo lolote au changamoto yoyote ya afya ya kinywa na meno ambayo inakusumbua? Usihangaike sana, tupo kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Fuatana nami katika video hii, utaangalia jinsi gani ambavyo tunashughulika na na meno. Tunaziba meno kwa meno yaliyotoboka na kuanza kulika bila kujali, kuna wakati mwingine hata linaweza likawa linauma lakini ziko huduma tunaweza kuzifanya. Tunapoziba tunayaumba meno yetu vizuri, iwe ni gego au meno ya mbele, tunayajenga katika mwonekano ambao mtu anaweza asiamini kuwa uliweza kuziba jino lako, lakini si kuziba tu meno e, ukiangalia hapo, tunasafisha pia. Tunasafisha meno ambapo, uh, yanakuwa na ugaga au simenti au eh, rangi zozote ambazo ni mbaya, tunaweza kusafisha na kukondolea. Lakini kana kwamba haitoshi pia tunatengeneza dental crown tunatengeneza dental, tunajenga kichwa cha jino kwa meno ambayo yamekuwa katika muonekano ambao sio sio mzuri, na meno yako yanaonekana katika muonekano unaofaa. Lakini pia tunatengeneza meno ya bandia kama unavyoona, tunatengeneza hizo ni dental bridge e, tunajenga tunaweka meno ya bandia yale ambayo yanakuwa yameunganishwa hapo hapo, na sio magego tu, hata meno ya mbele kama unavyoona, pia tunaweza tukatengeneza na muonekano wako kawa mpya. Kana kwamba haitoshi, tunaweka meno ya bandia kuvaa Unapachika kila aina ya jino unapachika hapo. Hizo ni huduma, baadhi ya huduma ambazo tunazitoa. Tuko Mlandizi, karibu sana tuweze kukuhudumia kwa tatizo lolote. Ikiwa unasumbuka kati ya moja i tatizo au tatizo lolote ambalo sijalitaja, karibu sana, wasiliana nasi kwa whatsapp kwa namba zetu hapo, lakini pia unaweza ukaja ukapiga simu na kuja moja kwa moja hapa Mlandizi, karibu sana tukuhudumia.